Wakati siasa zinaendelea kushika kasi kote nchini, Wakenya wa kawaida sasa wanatoa wito kwa viongozi kusitisha kampeni za mapema na badala yake walenge utoaji wa maendeleo yanayoonekana. Wengi wameilaumu serikali kwa kusahau ahadi zake za kampeni na kuanza kampeni za uchaguzi ujao wa mwaka 2027 ilhali mamilioni ya wananchi wanazidi kutaabika na ukosefu wa ajira, gharama ya juu ya maisha na huduma duni. Wanasiasa, watu watufanyie maendeleo, wazipotee sana Wametuachia manjia ni mbaya, hospitali za zingine hata dawa hakuna. Nawaomba tu penye wako waheshimiwa wetu, at least waweke madawa kwa hospitali, watulimie barabara, alafu tutaendelea vizuri. Wakenya pia wameeleza wasiwasi kuwa wanasiasa kutoka pande zote tayari wameanza kampeni wakati sekta muhimu kama afya, elimu na miundombinu zikiwa hazipewi kipaumbele. Ukikuja barabara hii halaba wodi ziko chini sana na general tu Bungoma County juu kwa mfano barabara kama ya kutoka Ndengelwa ya kutoka Pamusi kwenda Ndengelwa ni mbaya sana. At the same time, ukitembea hii town Yani kama unatembea tu kwa slums. Kwa mfano ukienda town ile barabara ya wa Munyinyi. Ni potholes kila mahali hata uwezi jua kama uko town. Alafu saa zingine tuna hii barabara yetu, saa zingine street lights ziko off, ziko on. Saa inafaa wa maintain. Wakifanya kitu wa maintain. Governor Lusaka inafaa make sure awache legacy mzuri. Na campaign saa ile tu mimi naomba wakipiga kura kama leo, mtu akianguka kesho yake tena anaanza kampeni. Mimi naomba wenye wako kwa viketi wangekuwa wanaachia hawa wafanye kazi yao, kama imebaki mwaka moja ndio tuende kwa, kwa siasa ndio waanze siasa. Kwa kuongezeka kwa hali ya kutoridhika, Wakenya wengi wanaamini kuwa taifa linaelekea katika mwelekeo usiofaa. Wachambuzi wa kisiasa wanaonya kuwa ikiwa viongozi hawatabadilisha mwelekeo, basi imani ya wananchi kwa serikali inaweza kuporomoka zaidi. Saizi siyo saa za siasa, wafanye kazi baadaye. Ikifikia 2027 hapo tutaweza kuwasikiza. Ujumbe kutoka kwa wananchi uko wazi: siasa zipewe kando, maendeleo yawekwe mbele. Wakenya wanahitaji uongozi wa kuwajibika na serikali itakayowatumikia kwa vitendo. Nikiripotia dira ya Tandao, nikiwa kaunti ya Bungoma, jina langu ni Emmanuel Barasa.